Kwa upande wangu mimi hili jambo nimeona ni la faraja, lakini pia niliangalia taswira za wabunge. Kila neno jema ambalo mama yetu amekuwa analisema kwa mustakabali wa nchi yetu, wabunge walikuwa wanapiga makofi, wanafurahi, wanafurahi kwa jambo lile ambalo mama ameweza kulifanya. Sasa hilo, viongozi wataendelea kuliangalia, wakubwa wetu wataendelea kuliangalia, lakini labda mimi kwa maoni yangu hasa naweza kusema haya maoni yangu. Sasa mimi kama mimi, jambo hili limeshatokea limeshatokea. Jambo hili limetuumiza sana na limetusikitisha sana na limetuchafua sana. Wengine wameumia, wengine e, wamekuwa ndani, ndio hao wanaachiwa, lakini wengine wamepoteza uhai. Inaumiza sana na inasikitisha. Lakini je, tuendelee kukaa hapa kwamba tuendelee sasa kuangalia hapa tuangalie, e, sasa hawa e, wengine waseme kwamba hatukubali e, hatukubali e, kwa nini tumeumizwa? Kwa nini wenzetu wameumizwa, labda chama cha siasa au wenyewe jenzi? Kwa nini hatukubali, hatukubali? Kama tutakuwa na fikra kama hizo, tutalipeleka taifa kusikofaa. Ni faraja niliyoipata, nimeona mama amekunjua moyo, amesema sasa tukae, ifike mahala tukae kwa maana ya kwamba tufanye maridhiano. Nchi ni ya kwetu, ni ya kwetu vijana, ni ya kwetu wachungaji, ni ya kwetu wazee, ni ya kwetu watu wote. Je, tuendelee kuvutana ama tukae chini? mara zote, mara zote, kama kumetokea tatizo, na huyu anasema sikubali, na huyu mwingine anasema sikubali, huyu mwingine anasema, tutaona ikifikia hivyo, tutaribu nchi tutaharibu nchi. Lakini hekima ya Rais wetu Dokta Mama Samia Suluhu Hassan, kwanza ameonyesha kuumizwa na yaliyotokea. Lakini kama ameumizwa namna hiyo, ameweka wazi hisia zake na amesema kusiwe na mashindikizo aina yoyote, tukae sisi wenyewe. Sasa kama mama ameshatoa mwanya huo, mi nafikiri tusiuachie. Sasa imetokea, mama ameshaingia, basi ni vizuri sasa tutumie muda huu na tutumie pia ile dhamira yake ya 4R kwa ajili sasa ya kuketi chini ili tuangalie tunatoka vipi kutoka hapa tulipo, na kila mmoja awe na moyo wa uzalendo, sio moyo wa kushindana, sio moyo wa kumtweza mwingine, sio moyo wa kumdhalilisha mwingine, sio moyo wa kumuumiza mwingine. Kwenye biblia e, Biblia inasema heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Kinyume chake kwa neno hili maana yake ole wenu wachonganishi. Tusikubali kuchonganisha wala kuchonganishwa kwa namna yoyote. Nini cha kufanya? Mzazi akishajua kwamba kuna tatizo, kama tume tulivyosikia vizuri hotuba ya Rais wetu, maana yake anataka alete watu pamoja.